Nanyii nikitumia West point toshakuka huwaga, sina hofu kwamba nitachelewa kupikia watu chakula nyumbani. Kwa hiyo ni rahisi, lakini pia natumia muda mchache kupika chakula chetu. Mpo vipi mtazamaji na mfatiliaji wa Jiko Point? Jina langu ni Fatima Hussein na leo naenda kukufundisha namna ya kuandaa mboga mboga za majani. Mboga ambayo tunaenda kujifunza leo ni chainizi pamoja na mchicha, tutachanganya kwa pamoja na tutaenda kuupika ili kutolea chakula kitamu. Hivyo ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Hapa kama unavyoona ni mboga zangu za majani ambazo naenda kuziweka kwenye pressure cooker yetu moja kwa moja Hivyo mboga hii ni mchicha pamoja na chainizi nimezichanganya kwa po pamoja. Mtazamaji, kama unavyoona, mchicha wetu tayari umeshaiva. Hatua inayofuata hapa, mimi nitaukamua maji kwa sababu niweka maji kidogo. Baada ya hapo, nitauchanganya na karoti na kutia chumvi kidogo. Mimi napenda kufanya hivi, lakini kuna watu wale wengine ambao wanajua zaidi wanaweza kufanya kwa njia ambayo wao wanaipenda zaidi, lakini sisi tufanye hivi kwa leo, ili uone utofauti wa chakula hichi. Kama ujawe kujaribu pishi hili, jaribu na kama unampikia bebi au mume wako huko nyumbani, kama hajawahi kukuletea zawadi ya doti ya kitenge, anakuletea jaribu tu. Ni pishi moja tamu na ni nzuri sana sana. Kwa wengine wanaweza ukashangaa kabisa, anakuambia haturudishi tena jikoni, kwa sababu ya utamu wa pishi hili. Lakini mi nitarudisha jikoni kidogo, kwa sababu bado kuna kitunguu unahitaji kuweka. Hapa narudi tena hapo, nawasha kwa hiyo, kwa sababu nataka kuunga bila kuifunika. Ambacho mimi nakifanya ni ku press popote ninapopata, kwa sababu ya kupika. Na mimi hapa nitakachokifanya itakuwa ni rahisi tu, naweka kwenye hata rahisi hapo, then naanza kuweka mafuta na kuunga kitunguu chetu kama ambavyo naenda kukuelekeza kwa sasa. Naenda kuweka mafuta. Kuweka mafuta tayari. Kumbuka hii yote inawezekana kwa kutumia West Point pressure cooker na kama unahitaji bado unaweza kuipata kwa laki moja na themanini tu eshakuka kama hii ambayo mimi naipikia na kuipata unaipata kupitia jikopoint.co.tz kwa sababu ni rahisi sana. Lakini pia kuna ile amanyo ambayo wenyewe unaweza ukaipata kwa laki moja na sabini tu. Kama unaona huwezi kuagiza, unaweza kufika ofisini kwetu Kinondoni Studio ukapata mzigo wako ukiwa mpya kutoka kwenye maboksi ya kabisa, unaenda kuzindua mwenyewe bado naendelea na upishi wangu. Sasa hapa naenda kuweka kitunguu, kwa sababu tayari mafuta yangu ananiambia hivyo. Mimi napenda kuweka vitunguu vingi kwenye mboga, sababu kwanza vinasababisha vina, mboga inakuwa na ladha fulani hivi amazing, yani ladha fulani nzuri. Kwa hiyo ukiweka vitunguu vingi vinasababisha mboga yangu inazidi kuwa tamu na inakuwa ni nzuri hivyo kuna wengine husema, nataka pilipili nataka nini, lakini mimi kwenye mboga za majani huwa sipendi sana kuweka pilipili. Vitunguu vyangu kama unavyoviona hapa vimekuwa na rangi ya kahawia kwa mbali hivyo, sitaki vitunguu vive sana kama viungulie, hapana, nataka vitunguu vyangu vive kwenye rangi ya kuvutia. Hakuna chakula kinachovutia mlaji kama kikiwa na rangi nzuri na sio rangi nzuri pekee, kikio kimeiva. Haya, tunefata naenda kuweta karoti zetu. Kama unavyoona, nami nenda kuweka hizi karoti kwa ajili ya kuzipasha moto, ili zipatike moto wakati naweka hizi mboga zangu za majani, iwe rahisi. Ni swala la dakika tano tu na mboga zangu zitakuwa tayari. chumvi sihitaji kuongeza chumvi ya nyingine, kwa sababu tayari nimeshika chumvi kwenye hizi mboga. Kwa unachokifanya mimi ni kuhakikisha tu karoti yangu imeiva vile navyotaka mimi, kwa ajili ya kumalizia upishi wetu wa mboga za majani. ukitumia Westpoint pressure cooker, kwanza, unatumia umeme kidogo, lakini pia una save muda kama hapo, mbona sijaangaika na mambo mengi, mara masufuria mara manini? Hapana, nikitumia hili tu mimi naendelea na mapishi yangu kama kawaida. Hapa karoti zangu mimi kwangu tayari zimeshaiva, kwa hiyo ninachokifuata ni kuweka mboga za majani ntaenda kutumia nguvu, kwa hiyo nitatumia hichi kimwiko cha plastiki ambacho kitanisaidia sufuria langu lisiwe lina eh, babuka babuka yange <tune> mnavyoona mboga yetu inaiva, lakini bado rangi yake ya ukijani iko pale pale. Naenda kuonja sasa nje ili nijue kama chumvi imeshika au haijashika ponaiacha kwa dakika chache, dakika tatu mpaka tano, ili mboga yangu ishike vizuri jochojocho la moto kulingana na vile ambavyo nimeviweka. Mtazamaji, kama unavyoona Mboga yetu tayari na hapo tumepika kwa kutumia pressure cooker ya West Point. Ukitaka pressure cooker hii unaweza kuipata kwa laki moja na themanini tu kwa sababu ni digital, lakini kwa manual utaipata kwa laki moja na sabini Hiyo ni bei ya ofa na punguzo kabisa, huwezi kuipata kokote zaidi ya Jiko Point, hivyo ama unaweza kutupigia simu kupitia namba ya simu ya 0677 088 088. Kama ukiona hayo yote uyawezi tembelea tovuti yetu ya www.jikopoint.co.tz.